Je, umekuwa mmoja wa watu wenye changamoto ya ukosefu wa nguvu za kiume? Ukihisi uchovu wa mara kwa mara, kukosa hamu ya tendo la ndoa au kushindwa kudumu kwa muda mrefu. Tatizo la nguvu za kiume ni jambo linalowakumba wanaume wengi na mara nyingi linaweza kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, matatizo ya ndoa na hata kupungua kwa kujiamini. Lakini usijali. Habari njema ni kwamba kuna suluhisho la asili ambalo linaweza kukusaidia kurejesha nguvu zako na kuimarisha afya yako kwa ujumla. Na leo tutajadili mimea miwili yenye nguvu kubwa katika tiba ya nguvu za kiume: swaumu na tangawizi. Katika video hii, tutaelezea kwa kina jinsi swaumu na tangawizi zinavyoweza kusaidia kuongeza nguvu za kiume. Hii ni tiba ya asili, rahisi na yenye ufanisi mkubwa. Pia tutazungumzia tafiti za kisayansi zilizothibitisha faida zake, jinsi ya kuandaa mchanganyiko bora, na kwa nini ni muhimu kuzingatia mtindo mzuri wa maisha, ukiwemo mazoezi. Kwa hiyo, kama unatafuta suluhisho la asili na lisilo na madhara, endelea kutazama hadi mwisho. Faida za kitunguu swaumu garlic. Ongeza mzunguko wa damu. Swaumu ina kiambato kinachoitwa allicin ambacho husaidia kupunguza shinikizo la damu na kuongeza mtiririko wa damu kwenye sehemu za siri za mwanaume. Uongeza homoni ya testosterone. Testosterone ni homoni muhimu kwa nguvu za kiume na swaumu imeonekana kusaidia kuongeza viwango vyake mwilini. Hupunguza msongo wa mawazo. Tatizo la nguvu za kiume mara nyingi linahusiana na msongo wa mawazo. Swaumu ina antioxidants zinazosaidia kupunguza msongo na kuboresha utendaji wa mwili. Faida za tangawizi ginger. Ongeza mtiririko wa damu Tangawizi ni moja ya mimea bora inayosaidia kuimarisha mzunguko wa damu, jambo ambalo lina uhusiano mkubwa na nguvu za kiume. Ongeza hamu ya tendo la ndoa. Tafiti zinaonyesha kuwa tangawizi inasaidia kuongeza libido kwa wanaume na wanawake. Huimarisha uzalishaji wa mbegu za kiume. Tangawizi ina uwezo wa kuongeza idadi na ubora wa mbegu za kiume kwa wanaume. Tafiti za kisayansi. Tafiti nyingi za kisayansi zimefanyika kuthibitisha uwezo wa swaumu na tangawizi katika kuongeza nguvu za kiume. Utafiti uliochapishwa katika The Journal of Nutrition mwaka 2016 ulibaini kuwa swaumu ina uwezo wa kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza shinikizo la damu. Utafiti wa Bioscience, Biotechnology and Biochemistry uliofanyika Japani ulionyesha kuwa swaumu inaweza kuongeza viwango vya testosterone, hormoni inayochangia nguvu za kiume. Utafiti wa International Journal of Reproductive Biomedicine ulifanyika mwaka elfu mbili na kumi na tatu ulibaini kuwa tangawizi inaweza kuongeza idadi na ubora wa mbegu za kiume. Utafiti wa International Journal of Cardiology ulithibitisha kuwa tangawizi husaidia kupunguza kolestro mbaya, hivyo kuboresha afya ya moyo na mzunguko wa damu. Jinsi ya kutengeneza mchanganyiko bora. Ili kupata matokeo bora, tunapendekeza utumie mchanganyiko huu wa swaumu na tangawizi kila siku. Hapa kuna njia rahisi ya kuandaa. Vitu vya kuandaa: swaumu punje tatu au nne. Tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai iliyokunwa au kusagwa. Maji ya moto kikombe kimoja. Asali mbichi kijiko kimoja cha chai. Hii ni hiari, siyo lazima kama haipatikani kiurahisi, ila ina faida sana. Namna ya kutengeneza: menya kitunguu swaumu na kuisaga au kuikata vipande vidogo. Saga au katakata tangawizi mbichi. Changanya vyote kwenye kikombe cha maji ya moto na uwache kwa dakika kumi kumi na tano. Unaweza kuongeza kijiko kimoja cha chai cha asali ili kuboresha ladha na kuongeza faida. Kunywa mchanganyiko huu mara moja kwa siku, asubuhi au jioni kabla ya kulala. Faida ya kuongeza asali: asali ni nyongeza nzuri katika mchanganyiko huu kwa sababu huongeza nishati. Asali ina sukari asilia inayosaidia kuongeza nguvu na stamina. Huimarisha mzunguko wa damu; kama swaumu na tangawizi, asali pia husaidia katika mtiririko mzuri wa damu. Husaidia uzalishaji wa testosterone. Tafiti zinaonyesha kuwa asali huchochea uzalishaji wa homoni ya testosterone. Umuhimu wa mazoezi kuongeza nguvu za kiume. Mbali na kutumia tiba hii ya asili, hakikisha unafanya mazoezi mara kwa mara, kwa sababu mazoezi huongeza mzunguko wa damu. Mazoezi kama kukimbia, kuruka kamba na mazoezi ya nguvu husaidia mzunguko mzuri wa damu mwilini. Mazoezi huongeza testosterone. Mazoezi ya kuinua uzito yameonekana kuongeza viwango vya testosterone kwa asili. Mazoezi hupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi husaidia kupunguza stresi ambayo ni moja ya sababu kubwa za kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo, kama unataka kurejesha nguvu zako za kiume kwa njia asilia, hakikisha unajaribu mchanganyiko huu wa swaumu, tangawizi na asali. Pia usisahau kufanya mazoezi mara kwa mara ili kupata matokeo bora zaidi. Je, umejaribu tiba hii? Acha maoni yako hapa chini. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa mafunzo zaidi ya afya na tiba za asili. Bonyeza kitufe cha subscribe na washa kengele ili usipitwe na video zetu mpya.